Mapya yaibuka sakata la dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao ulikuwa umepangwa kuchezwa Machi nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mchezo huo ukaairishwa kwa sababu mbalimbali mbali. Ikiwemo Simba kugomea mchezo na walidai kuwa hawatoshiriki mchezo huo kwa sababu wamenyimwa haki yao ya kikanuni ya kufanya mazoezi siku moja kabla saa mtawalia mechi kwenye uwanja ambao utahusika na mechi hiyo ambayo ilikuwa ni, ni dimba la Benjamin Mkapa, ambapo mwenyeji wa mchezo alikuwa Young Africans. Na Simba walidai kuwa wamezuiliwa na ambao wanasadikika kuwa ni, ni mabaunza wa, wa, wa klabu ya, ya Young Africans. Bodi ya ligi wakaahirisha mchezo huo mm, ambapo wakasema wataupangia siku nyingine wakati wanaendelea kufanya uchunguzi baada ya bodi ya ligi kutoa press release ambayo ilikuwa inalenga ina, ina, ina, ina kuahirisha mchezo na wataupangia siku nyingine. Klabu ya Young Africans hawakuridhishwa na, na maamuzi yao ya bodi ya ligi, wakasema mchezo huo hawatoucheza, na wakadai pewe pointi zao tatu kwa sababu eh, mchezo uliahirishwa bila haki, wenyewe wakidai kuwa wameonewa. Ukimya ukatawala, bodi ya ligi hawakusema chochote. Eh, akaja akasikika Wetu. Mm. Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu, akisema swala likiwashinda atalipeleka serikalini, na kweli tukaona waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi aliitisha ali kikao kilichofanyika kwenye kumbi za mikutano za, za baraza la, la, la michezo Tanzania BMT pale katika dimba la Benjamin Mkapa kilichowahusisha kilicho Simba na Yanga japo hawakwenda kwa wakati mmoja kila timu ilikwenda kwa wakati wake, na waziri aliweka wazi kile kikao sio cha maamuzi, bali ni cha kusikiliza pande, pande zote mbili. Baadaye tena Young Africans walionesha wana, wana, wanalitaka sana hili swala na waka, wakaweka wazi kuwa watapeleka swala lao kasi na wataenda kuishtaki TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba kwa madai kuwa wanahitaji wanahitaji alama zao alama zao tatu na pia warudishiwe gharama za, za mchezo. Kwa hiyo Young Africans waliandaa kesi na wakaipeleka kasi siku tatu zilizopita CAS walirudisha majibu baada ya kusikiliza kesi ya Young Africans na wakaona kuwa hakukuwa na kesi yoyote ya msingi ya kusikilizwa, kwani Young Africans waliruka hatua muhimu eh, za kesi hiyo, ambapo shauri lao lilibidi lisikilizwe kwanza kwenye taasisi au mamlaka za soka za ndani, ambayo ni, ni TFF na kamati yake kwa hiyo CAS wakaona kukuwa na kesi ya msingi, na wakalirudisha swala hilo kwenye mamlaka za ndani, wakaielekeza waka Yanga ianze upya hatua zake kwa, kuipe, kwa kupeleka shauri lao TFF, ambao likisikilizwa pale kukiwa na hukumu, ndio ndi Yanga wanaweza kuikatia rufaa na kwenda CAS. Wengi tukiamini swala hilo limeisha, na kuna taswira nzuri kuwa mchezo wa dabio utachezwa, kwani baada ya taarifa ya CAS bodi ya ligi walikuja na tamko kwa ku, acknowledge kuwa ameipokea ile taarifa kutoka CAS, hivyo wataendelea na ratiba zao kama kawaida za maboresho ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya michezo ya ligi kuu ya viporo eh. Wakasema mchezo katika ratiba hiyo, mchezo pia husika utakao utakaofanyiwa maboresho na kupangiwa upya ni mchezo namba 184 wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba Sports Club. Suala tukajua limeishia hapo, ila muda mchache uliopita Young Africans wamekuja wame na press release yao taarifa kwa umma ikitolewa leo Mei 5. Taarifa hiyo ikisema uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama kuu kima ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS, kuhusu kesi yetu namba CAS 2025 mkwaju a mkwaju 11298. CAS imeelekeza Young Africans Sports Club kurudi kwanza kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa, lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni, upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young African Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile, ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji ya Young African Sports Club. Tunaweza kusema kuwa mchezo haupo na Young Africans wamesimamia msimamo wao ule ule kuwa hawatocheza kwenye mchezo huo, hawatoshiriki kwa namna yoyote ile. Meza imegeuka na mpira upo miguuni mwa Young Africans, ndo wanachezesha ili sakata. Tuwasikilizie bodi ya ligi, tuwasikilize TFF watakuja na, na nini juu ya sakata hili Naekupitisha kwenye mzozo huu ni mimi Moses Kirumbi. Hii ni Dimbani Connect. Kaa nasi, tutakupitisha hatua kwa hatua, tutakujuza kila linalojiri kuhusu sakata hili. Mpaka sasa dabi kari Kariako ipo haipo? Mpaka sasa hatuna majibu. Tukae tusikilize, tuone nini kitajiri. Usisahau like, share, comment na kusubscribe Dimbani Connect.